Ye yeah, kama we ni mpenzi uh, mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii lakini pia uh, ni mfuatiliaji mkubwa sana wa kiwanda cha Bongo Movie, basi huto hacha kumfahamu mwanadada ambaye anayefahamika kwa jina la Carina. Huyu ni miongoni mwa wasanii ambao wa Bongo Movie, lakini pia ni video vixen ambaye amehudumu katika nyimbo tofauti tofauti za baadhi ya wasanii mbona bwana, leo imepokea taarifa ya kifo chake ambapo uh, alikuwa anaugua kwa muda mrefu sana, alishawahi kurazwa mwimbili kwa pamoja, kufanyiwa na operation tofauti tofauti, na pia walishawahi watu kumchangia, alishawahi kupita alambe, lakini pia serikali pia ikaingilia kati kwa ajili ya matibabu yake yeye, kwa sababu alishawahi kuugua kwa muda mrefu sana, lakini pia alipata nafasi ya kutoka nchini Tanzania na kuelekea nchini India kwa ajili ya matibabu ya kupambania afya yake, na isipokuwa bahati, basi leo tumepo taarifa ya, ya kifo chake. Amefariki katika harakati za kupambania afya yake, alikuwa nchini India kwa ajili ya matibabu, alikuwa anafanyiwa operation ambayo ilikuwa inasemekana kwamba miongoni mwa operation ambayo ilikuwa hafanyike huenda akishafanyiwa hiyo operation basi Mwenyezi Mungu wenda angeweza kumjalia na kurudi katika afya yake ambayo ya zamani, na isivyokuwa bahati, leo tumepokea hiyo taarifa ya kifo chake, na ilitakiwa pia awasili hii leo, na leo hii hii ndio kimetokea kifo chake. Tunaweza tukasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake limidiwe. Sisi zote ni wa udongo na tutarudi kwake, kwa Mwenyezi Mungu. Uh, pole pole sana kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini pia huu ni msiba kwetu sisi sote, uh, kitoa tasnia, lakini pia ndugu jamaa na majirani wote sisi tumefikwa na huu msiba. Basi Kolila Media tuko hapa kwa ajili ya kukuletea update zote ambazo zitakuwa zinazoendelea kutokea ya poti, lakini pia hata tukifika nyumbani kwao, na pia zote tutakuwa tunakusanyia na kukuletea hapa hapa kupitia Kolila Media au ni YouTube. Mimi naitwa Pino Rhymes, talented boy.